Watu wanne wamejeruhiwa maeneo ya Tegeta Wazo, jijini Dar es Salaam, baada ya lori ambalo limebeba saruji kuparamia makazi ya watu na kuwaka moto. IOTV imefika eneo la tukio, ambapo tumezungumza na afisa zimamoto mkoa wa Kinondoni, Inspekta Rogers Kimbe, ambapo ameeleza jitihada za uokoaji walizozifanya ikiwemo kudhibiti moto huo. dakika hamsini tulipata taarifa ya tukio hili nadali kuferi breki maeneo ya Wazo. Wafika eneo la tukio, mimi pamoja na wapambanaji wangu, nashukuru Mungu, tukakuta moto unawaka sehemu ya kibini pamoja na nyumba, baadhi ya nyumba zilikuwa zimeshika moto, tukapambana kuudhibiti moto. Hatua ya pili iliyofata ni kufanya search and rescue, kwa maana ya kuwatafuta kama kuna majeruhi wowote ambao walikuwa wanapatikana sehemu ya tukio. Kwa taarifa ambazo tumezipata mpaka sasa hivi ni jumla ya majeruhi wanne wamepatikana wameshakimbizwa hospitali kwa ajili ya huduma ya kwanza, lakini pia dereva naye ni mmoja wa majeruhi ambaye ameumia sehemu ya mkono, pia naye yuko hospitali. Lakini pia tumefanya uchunguzi wa kina sehemu zote na kukuta sehemu iko sawa na hakuna madhara mengine zaidi ya hao majeruhi wanne, kwa hiyo mpaka sasa hivi kitu kinachoendelea naendelea kufanya search and rescue kwa ajili ya kubaini kama kuna kingine chochote ambapo kiko katika eneo la tukio hili. Kuna moto kuna udhibiti kwa asilimia mia, na tumeokoa baadhi ya mali pamoja na baadhi ya mizigo.